Hapa tulipo kwenye hiki kitalu kinaitwa Lindi Mtwara, ni kitalu ambacho uh, kinafanyiwa utafiti na TPDC na kinamilikiwa na TPDC kwa asilimia mia moja, lakini mkandarasi ambaye anachukua hizi data za mitetemo ni kampuni ambayo inaitwa Africa Geophysical Services. Ni kampuni ya Kizawa yenye ofisi hapa, yenye makao makuu hapa Tanzania, lakini na branches huko Omani. Kwa hiyo napenda kusema kwamba hizi kazi sasa, tumeshajenga uwezo kwamba kampuni zetu za kitanzania zinafanya hizi kazi, na kama mlivyoona hapa TPDC wapo uh, kwa asilimia mia, wao ndio wamiliki wa hiki wa kitalu. Sasa hiki kitalu ni kitalu muhimu sana, kwa sababu hiki kitalu kinapakana na kitalu cha Ntoria ambacho mmeshawahi kukisikia na cha Chatoria, pale kuna ugunduzi mkubwa sana wa gesi ambao tumeshaufanya, na hiki kitalu kiko kaskazini kidogo tu ya kile kitaru cha Toria. Na umuhimu wa hiki kitaru ni kwamba kutokana na data ambazo tulishawahi kuzikusanya data za mitetemo uh, za d uh, miaka ya nyuma kidogo, hizo data zimeonyesha kuna mpaka asilimia ya uwepo wa gesi kwenye kitalu, lakini kwa sababu kinapakana na kitaru chenye gesi kwa hiyo sisi tunaona kwamba hii kitalu ni muhimu sana kikafanyiwa utafiti mapema, ili tuweze kuongeza uh, uzalishaji wa gesi kutoka kwenye kisima mpaka sasa hivi. uh, huu mradi tokea umeanza umeshaajiri zaidi ya wafanyakazi 1200 kutoka katika maeneo haya e, na sio hiyo tu, ni kwamba zile huduma ambazo zinapatikana hapa zote zinachukuliwa uh, hapa, wananunua kwa mfano vyakula, e, mboga zinanunuliwa huku Uh, lakini vile vile uh, kampuni au wakandarasi wamekuwa wakisaidia katika mambo ya elimu, wamesaidia kwenye mambo ya afya, wamechimba vyoo, wametengeneza wame, wame, wame viwanja vya michezo uh, TPDC vile vile wamesaidia katika kujenga soko. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya uh, shughuli za CSR ambazo zinafanyika katika haya maeneo, na kwa sababu hii ni hatua ya utafutaji hatutegemei faida kubwa sana lakini, pindi tutakapokuwa tumegundua gesi na gesi ikaanza kuzalishwa, basi tutaona manufaa mengine makubwa zaidi. Lakini mimi tu nitoe wito tu kwa wakandarasi kwamba tunachokiangalia sasa hivi kwa wakandarasi ni kwamba serikali iko makini kuhakikisha kwamba uh, kwa sababu hizi projekti zote ni projekti ambazo serikali imewaahidi wananchi, imewaahidi kwamba itazitimiza na zita zitafanyika zita kwa wakati. Kwa hiyo nitoe wito kwa kandarasi pamoja na TPDC ambao ndio wenye kitalu kuhakikisha kwamba hii project nimeambiwa itakwisha mwakani mwezi wa tisa. Kwa hiyo uh, wahakikishe kwamba inakamilika uchukuaji data unakamilika. Lakini vilevile vile, kitu kingine ambacho nimetaka kusema ni kwamba, kwa vile tunajua hapa kuna gesi, tumeona mbubujiko wa gesi, tumeshaona kwamba kuna kitalu cha ugunduzi hapo na yale mashapo yanaenda yanakuja mpaka huku. Kwa hiyo pindi tu tutakapomaliza kuchukua data, aa, tuanze kufanya taratibu za kufanya uchorongaji kwenye kisima cha kwenye, kwenye kitalu cha Lindi Mtwara, tukianzia eneo letu hili la mradi huu wa kuchukua taarifa za mitetemo ya aina 3D lina ukubwa wa kilomita za mraba 758 na kuna dalili ambazo zimeshaonekana kwamba kitalu hichi kina uwezekano mkubwa wa kuwa na rasilimali ya gesi, na tunafikiria kama shirika la taifa la, la, la mafuta la nchi kwamba kiasi hichi cha gesi kitakachopatikana kitaweza kusaidia katika e, kuhakikisha kuna nishati ya kutosha katika nchi. Na sisi kama TPDC tutashirikiana na mkandarasi wetu ambaye ni AGS kuhakikisha kwamba muda wa mradi uliowekwa ambao ni mwaka mmoja na miezi sita mwakani Oktoba hii kazi itakuwa imekwisha kamilika. Na elekezo la pili ambayo tumelipokea na tutalitekeleza ni kwamba baada tu ya kumaliza uchukuaji wa hizi data basi tufanye tafsiri kwa haraka na kuweza kuanza uchorongaji wa kisima cha utafutaji. Mimi ni shukuru ni shukuru kwa wananchi wangu wote kwa niaba yao, kwa hiyo niseme tu kwamba tunawashukuru watu wote wa TPDC kwa hali ambayo wanayo kwenda nayo, na vilevile vile kama walivyotangulia kusema wenzangu kwamba basi ndani ya utafiti kama kutakuwa kumegundulika jambo lolote ambalo wanalokusudia, basi kusichukue muda mwingi, ili na sisi tuweze kuona mafanikio ambayo yapo mbele yetu.